Bwana Yesu wasifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo, tena kwa kuwa ameendelea kutubariki kwa afya njema na nguvu ambazo ametujalia kuwa nazo, na hivyo nipende kuwakaribisha wapenzi watazamaji na wasikilizaji katika kipindi chetu hiki tena cha siku ya leo, juu ya elimu ya kiungu au siri za elimu ya kiungu. Lakini katika somo la leo, tutakuwa na ile sehemu ya pili ya utukufu wa Mungu ni nini. Kwa hiyo nitajaribu kugusia, ninaweza nisiguse maeneo yote kwa sababu siwezi nikamaliza leo kuzungumzia baadhi za utukufu wa Mungu. Tutazungumzia kwa sehemu, na hata hivyo hata hivyo elimu hii tunajifunza, tutajifunza kwa sehemu. Kwa hiyo niukaribishe pia kwa ajili ya somo hili. Tuombe. Asante Baba yetu kwa ajili ya neno la siku hii ya leo, tufundishe na utuwezeshe kupitia Roho wako ili tukalitukuze jina lako. Kwa jina la Yesu tumeomba, amina. Kwa hiyo katika somo la leo tutaangalia utukufu wa Mungu katika ile sehemu yake ya pili, au katika ile kipengele ambacho tutaendelea nacho cha utukufu wa Mungu. Katika kipindi kilichopita tulijaribu kujifunza, tukaona ya kwamba utukufu wa Mungu ni, ni, ni, ni, ni pamoja na kwamba yeye ni nani hasa, ni jinsi Mungu alivyo hasa. Tukasema ni kiini cha asili yake, tukasema ni kielelezo cha wema wake, tukasema ni kielelezo cha uwezo wake, tukasema tukasema ni, ni mwangazo wa fahari yake, the radiance of his splendor. Hivyo tulivyosema hivyo, fahari yake, vile vitu alivyo navyo, vile vitu anaweza kufanya, nguvu zake, uwezo wake wote wa milele, mwone utukufu wa Mungu. Lakini hasa tukaje, tukajikita kwenye tabia ya Mungu. Vitu vyote vilivyopo duniani vinatangaza wema wa Mungu. Vitu vyote vilivyoko angani na mbinguni vinatangaza wema wa Mungu na hivyo ndivyo vinafunua utukufu wa mungu. Maana katika kile kitabu cha zaburi ya zaburi ya nane tukasoma katika fungu la kwanza la la tano lakini tukasoma la nane tukasoma la, la, la, la, la, la tano, lakini la nane, tukasoma katika fungu lile la tatu pia katika lile la katika mafungu yote tuliona mwandishi wa zaburi anasema ya kwamba mbinguni umejaa utukufu wa mungu lakini katika kitabu cha zaburi ya kumi na tisa pia tukaona ya kwamba anga linatangaza utukufu wa mungu pamoja na vitu vyote vilivyopo mbinguni vinatangaza utukufu wa mungu Kwa hiyo, Utukufu wa Mungu pia tukaona katika kitabu cha Kutoka thelathini na tatu kuanzia fungu la kumi hadi 21 na ile lakini kitabu cha Kutoka hicho 34 fungu la tano hadi la saba. Tukaona ya kwamba Musa anaonyeshwa utukufu wa Mungu kwa jinsi gani? Mungu anamwambia kwamba hautaona utukufu wangu ukaishi, ndivyo akasema, mimi nitakuficha nitakuficha uso wangu, maana ukiniona utakufa. Na kweli mwanadamu mwenye dhambi hawezi akaonana na Mungu uso kwa uso akaishi. Ndio maana hata Yesu Kristo alipokuja duniani alikuja akasema kwamba amekuja kuyatimiza mapenzi ya Mungu, amekuja kufunua utukufu wa Mungu. Lakini kufunua utukufu wa Mungu, anasema hakuja kwa jinsi ya kimungu, alikuja kwa jinsi ya kufunika uungu ndani ya wanadamu, ili kusudi ule utukufu wa Mungu usije ukamuua mwanadamu. Maana uungu ulipokuwa unafikiria jinsi ya kumuokoa mwanadamu usingeweza kwa jinsi ya kutokeza katika uungu wake, lakini ni kuja kwa jinsi ya kibinadamu, ikiwa uungu umefunikwa kwa ndani ili ule utukufu wa Mungu usije ukamuua mwanadamu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajidhihirisha au alikuwa anadhihirisha utukufu wake kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo alikuwa alikuwa anajidhihirisha, maana kuna wakati moto ulikuwa unatokea una, una, una moto, wakati katika taifa la Israeli Mungu alipokuwa anajifunua kwao, alipokuwa anakuja kwao katika hema, katika mambo mengine, alikuwa anakuja kwa mwangaza, alikuwa anakuja kwa njia ya moto. Hiyo ilikuwa ni jinsi, hiyo tunaita ni physical manifestation of his glory. Hivyo ni jinsi ambavyo Mungu anajidhihirisha uungu wake anavyojifunua the physical manifestation of his glory. Kwa hiyo ni jinsi ambavyo Mungu alikuwa anaufunua utukufu wake kwa njia hiyo, kwa njia ya moto, kwa njia ya mwanga. Kwa hiyo hivi vyote vilikuwa vinafunua utukufu wa Mungu, tabia yake sifa zake. Kwa hiyo uwema wa Mungu ulipaswa ndo uwe tabia ya mwanadamu tabia ya, ya mwanadamu kwao kimaadili na kiroho. Mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa sura ya Mungu. Sasa leo tutaendelea na mfululizo pia wa masomo haya. Yesu Kristo alilitambua kusudi lake alipokuwa duniani hapa, ilikuwa kusudi la yeye kuwepo hapa duniani. Maisha ya Kristo duniani yalikusudia kufanya nini? Katika kitabu cha Yohana ile fungu la 17 katika ile sura ya 17, ile fungu la 3, ile fungu nitaanza kusoma ile fungu la 2 linasema hivi, kama vile ulivyonipa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili kwamba wote uliompa wape uzima wa milele. Tarudi hapa, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndiyo huu, anasema wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Fungu la 4 anasemaje? Mimi nimekutukuza duniani hali nimeimaliza kazi ile ulionipa nifanye. Anasema yeye amemtukuza duniani, anasema na hali ameimaliza kazi aliyompa aifanye. Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kufunua utukufu wa Mungu, kufunua tabia ya Mungu, kwa sababu dhambi ilikuwa imeiharibu sura ya Mungu kiasi kwamba mwanadamu hakuweza kutambua tabia ya Mungu. Yesu Kristo alikuja kuizilisha hii tabia ya Mungu. Alikuja kuuzilisha wema, fadhili, neema na upendo wa Mungu. Na hivyo anasema nimekuja kukutukuza duniani. Na ndio lilikuwa kusudi la Yesu. Yesu alijua kusudi lake, ndio maana aliishi maisha yenye kusudi. Narejea tena katika katika katika ile sentence niliyoisema mwanzo nikasema kwamba maisha yasiyokuwa na kusudi ni maisha mafu. Ni maisha yaliyokufa ni maisha yasiyokuwa na tumaini. Ikiwa tuna maisha, tutambue kuna kusudi, na tukitambua kusudi tutaishi kwa matumaini. Kwa hiyo endelea kubarikiwa kwa jinsi hiyo ambayo Mungu amekubariki, na endelea kujifunza kwa kadri Mungu atakavyo kujalia kujifunza, ili ufahamu zaidi tabia na kusudi la Mungu kwa ajili yako. Kwa hiyo tutaendelea kujifunza katika somo la leo. Utukufu wa Mungu ni nini hasa? Habari ya Zaburi ya 145. Zaburi ya 145. Zaburi ya 145. Soma maneno haya. Lile fungu lake la 8 hadi la 12, anasema kuzifunika mbingu kwa mawingu huitengeneza. Ah, sorry, ni kitabu cha Zaburi ya 145, lile fungu la 8. Nilikuwa ninasoma kitabu cha Zaburi 147, samahani. Kwa hiyo katika katika Zaburi ya 145 fungu la 8 anasema Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma. Anataja sifa zake, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Anaendelea kusema Bwana ni mwema kwa watu wote na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. E Bwana, kazi zako zote zitakushukuru. Kazi gani? Vitu vyote alivyoviumba na wacha Mungu wako watakuhimidi. Maana ao, wacha Mungu wanadamu nao, ni kazi ya mikono ya Mungu. Anasemaje? wataunena utukufu wa ufalme wako. Utukufu gani? Tumekwisha kuzungumza habari za sifa, tabia ya Mungu, wema wake na vitu vyote vinavyohusiana na Mungu. Hivyo ndivyo utukufu wake. Na kuhadisia uweza wako uwezo wake, ili kuwajulisha watu matendo yake makuu. Kwa hiyo matendo ya Mungu anasema na utukufu wa fahari ya ufalme wake. Kwa hiyo matendo yote ya Mungu, kile chote ambacho Mungu anakifanya katika ulimwengu huu na kile ambacho amekwisha kukifanya na kile ambacho atakifanya, hayo yote yanafunua utukufu wa Mungu. Kwa hiyo utukufu wa Mungu unaonekana katika viumbe ambavyo ameviumba, hivi vinatangaza wema wake, vinatangaza fadhili zake, vinatangaza upendo wake na hilo pia ndio lilikuwa kusudi la mwanadamu. Ndio maana anasema akamuumba mwanadamu akaenda kumwambia tawala. Akasema tawala. E, tusoma katika kitabu katika katika Biblia hii ya Kiingereza ambayo katika kitabu kile cha Mwanzo moja lile fungu la 20 katika katika kile kitabu cha Mwanzo, fungulie ile katika sura ya kwanza fungu la 28, Mungu anasema katika maandiko haya, and God blessed them And God said to them, kwamba Mungu aliwabariki na kusema na kuambia be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and ever over every living thing that moves on the earth. Kwa hiyo anasema ya kwamba Mungu akawaambia wazae na kuongezeka, lakini akasema wakaitishe nchi na kuitawala. Wakati mwingine mtu anapopewa mamlaka anaweza siwe na ile dominion, anaweza asitawale. Kwa hiyo kupewa mamlaka na kutawala ni mambo mawili tofauti. Kwa mwanadamu alipewa mamlaka kwa watu wale, kwa nafuata ni kuwa na ile dominion, kuvitawala vile ambavyo alikuwa amewekwa juu yake. Kwa hiyo, kwa hiyo kwa amewekwa juu ya viumbe vyote. Na hiyo hivi viumbe vyote vilikuwa vinapaswa vijifunze tabia ya Mungu kupitia Adam. Kwa Adam kabla ya dhambi alikuwa anaifunua tabia ya Mungu, uweza wake Mungu alikuwa ni mtawala, anamfanya Adamu kuwa mtawala mwenza katika dunia hii. Kwa hiyo kuwa mtawala mwenza, alipaswa aishi na afunue tabia ya Mungu kwa viumbe wengine. Ndio maana Adamu alipotenda dhambi, ndipo hata viumbe vingine vikaasi chini ya mamlaka. Kwa hiyo alikuwa ni mtawala chini ya mtawala. Adamu alitawala chini ya mamlaka, alikuwa na mamlaka ambayo ilikuwa chini ya mamlaka, na ndivyo mwanadamu leo alivyo. Hata wafalme wa, wa nchi wanapokuwa wakitawala, watambua ya kwamba wako chini ya mamlaka iliyoko juu yao, na hivyo watambua ya kwamba wapo hapa kama wawakilishi wa Mungu. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume, katika Matendo ya, Mitume, katika, Matendo ya, Mitume, ya sura ya kumi na tatu. Sorry. Katika kitabu cha Warumi, kwa hiyo katika kitabu cha Warumi kumi na tatu anasema haya, na ni mtume Paulo anasema hizi habari katika kitabu hicho, katika ile sura yake ya kumi na tatu, anasema lile fungu la tatu, kwa maana watawalao hawatishi kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema, nawe utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema, lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana uchukui upanga wake bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, amlipizie kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Kwamba wale wanaotawala wafalme, na watu wengine, mahakimu na wengine, hao ni wawakilishi wa Mungu, kwamba wamewekwa pale na Mungu, na hivyo hawapaswi kutenda kana kwamba wanatenda kwa ajili ya manufaa yao, bali wanatenda kwa ajili ya Mungu. Na hivyo ndivyo mwanadamu anapaswa aishi, kila hatua anayochukua ya maisha yake. Kila tendo analolitenda lazima atambue kwamba anatenda si kwa ajili yake bali anatenda kwa ajili ya Mungu. Kwa kila tendo nalo litenda ni kwa ajili ya kumwinua Mungu. Ulitakapokuwa Utita, hiyo wazo limejengeka kichwani mwako, ndipo utatambua elimu ya Mungu ni nini na wewe umekusudiwa kutenda nini. Katika kitabu cha Yohana 11 ile fungu la 40, Yohana injili 11 ile fungu la 40, Yesu aliwahi kumwambia mtu mmoja kwamba, wewe nilikuambia maneno haya kwamba ukiamini tu utauona utukufu wa Mungu, utaona jinsi Mungu anavyotenda kazi. Katika kitabu hiki anasema Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi akaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Kwa hiyo wakati anamfufua Lazaro, wakati anamfufua Lazaro alitangulia kusema akamwambia Masa akawambia na wengine wote sikilizeni. Kuamini kwa Mungu ni njia pekee ya kusaidia kufahamu Mungu ni nani. Kwa hiyo anamwambia kwamba mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu katika mazingira yapi? Uwezo wake wa kufufua ni utukufu wa Mungu hu. Ni nguvu ya Mungu inayojidhihirisha katika utendaji. Kwa hiyo utukufu wa Mungu unaonekana kwa kazi zake. Kwa mwanadamu ili atambue utukufu wa Mungu, lazima atambue kazi za Mungu, jinsi Mungu anavyotenda kazi katika maisha ya wanadamu. Hebu fikiria jinsi ulimwengu ulivyotundikwa angani na haujashikiliwa na nguzo yoyote, ni kwa nguvu za Mungu. Fikiria sayari zilivyopambwa angani. Fikiria mito inavyotiririsha maji kuelekea baharini na bahari haijai. Umewahi kujiuliza maswali kama hayo? Hiyo ni zihirisho, hiyo ni zihirisho la wema na nguvu za Mungu. Kwa hiyo anamwambia kwamba nilikuambia ukiamini tu utauona utukufu wa Mungu, kwa hiyo. Kwa maneno hayo tuazi tukasema kwamba utukufu wa Mungu unaelezea sifa zote, nguvu zote, ukuu wote, tabia yote ya Mungu ya wema na rehema na mambo mengine, sifa za Mungu za milele za asili, ambazo hizo tunasema kwamba Mungu hakupewa mwanadamu. Sifa zile za asili za milele za Mungu hakupewa, mfano kutokuwa na kikomo hiyo ni sifa ya Mungu pekee. Hiyo tunaita intrinsic eternal quality. Ni sifa ya asili ya Mungu ya milele. Na hiyo mwanadamu akuwa nayo, ndio maana tunasema kwamba alipaswa aendelee kukua. Alipo katika shule ya Mungu, katika bustani ya Edeni alikuwa mahali ambapo alikuwa anaendelea kupewa elimu ya jinsi ya kuendelea kukua na hivyo ndivyo alipaswa awe, akue kila kunapokucha kila siku zinaposonga, aendelee kuifunua tabia ya Mungu, aendelee kufunua uweza, uwema na sifa na tabia ya Mungu kwa ukamilifu, lakini hakuwa ni mwanadamu kwamba alikuwa hana ukomo. Mungu pekee ndiye hana ukomo katika akili zake, katika uweza wake. Kwa hiyo Mungu na mwanadamu, tofauti yao ilikuwa hapo, kulikuwa kuna distance, kulikuwa kuna umbali, kwamba anafanana na Mungu. Lakini kwa mazingira yapi? kuna mipaka lakini mwanadamu alikuwa mwakilishi wa Mungu. Kwa hiyo anaambiwa tawala, anapewa mamlaka, halafu mamlaka achukulie hatua ya kuwa na dominion kutawala na kusubdue kuvitiisha viumbe vyote vimtambue yeye, lakini zaidi sana vikimtambua Mungu, mtawala chini ya mtawala na Mungu amekusudia hata wewe leo uweze kutambua mamlaka yake. Tutakapokuwa tukijifunza elimu hii, jaribu kutafakari kwa nini tumejifunza haya. Somo lijalo tutajifunza faida za kutambua kusudi la maisha. Kwa leo nitaishia hapo, sitaweza kuelezea vyote kuhusu utukufu wa Mungu kwa dakika hizi chache ni somo pana sana ambalo linahitaji kuendelea kujifunza mno. Tunajaribu kulielezea kwa ufupi, angalau tupate picha kidogo ya kufahamu Mungu tunayemwabudu ni nani. kwa hiyo endelea kwa, kwa nasi endelea kukaribia, endelea kufuatilia na Bwana ataendelea kukuelekeza katika kujifunza zaidi masomo haya. basi tuombe. Tunashukuru Baba yetu kwa kuwa ni mwema kwetu, itukuzwe jina lako maana unatupenda, endelea kutufundisha Tunapokuwa tukitafakari maneno haya kwa ajili ya uzima wa milele. Tuongoze, tuimarishe na kututia nguvu sasa na hata milele kwa jina la Yesu. Amina.